Naam, tunaenda kaunti namba 20 sasa. Kituo cha polisi cha Riandira katika eneo bunge la Mwea huko Kirinyaga kimefungwa kwa maofisa waliokuwa wakihudumu hapo kuondolewa kwa madai ya deni la kodi ya zaidi ya shilingi milioni mbili. Kwa mujibu wa familia inayodai umiliki wa nyumba hiyo ya kituo hicho, nyumba hiyo ilitolewa na baba yao na walitaka kodi baada ya baba yao kufariki. Hata hivyo, msemaji wa polisi Michael Mushiri anasema idara ya polisi haina mkataba wowote wa kulipa kodi na familia hiyo. Jumatatu, lori la maafisa wa polisi lilifika kwenye kituo cha polisi cha Riandira Kirinyaga misha maafisa wa polisi waliotumia kituo hicho kutoa huduma kwa wananchi. Familia inayodai kumiliki ghorofa hii ambayo polisi hao walikuwa wakihudumia inadai kutolipwa kodi ya zaidi ya shilingi milioni mbili 2. Familia hiyo inadai polisi hao walipewa jengo hilo kulitumia kama kituo cha polisi na baba yao mwaka 2016. Familia inaeleza baada ya baba yao kuaga dunia polisi walitakiwa kuanza kulipa kodi mwaka wa 2018. Familia sasa inashikilia pesa. Polisi wanahitajika kulipa tangu mwaka 2018 ni zaidi ya milioni mbili. Kama ni nyumba, kama kulivyo nyumba iko na kesi ya rent wasaidiwe kulipa, ndio tuweza kurudishiwa security kwa pande yetu. Kila mtu kwa Kenya ako na haki yake, mwenye nyumba ako na haki ya kulipa nyumba, eh, nyumba, eh, kodi ya nyumba yake, na hata polisi nao pia wale wanaofanya kazi pia nao wanatakiwa walipwe na sisi wenyewe sisi wenyeji na sisi tunatakiwa tu haki yetu ni security. Kituo hicho cha polisi kilikuwa na maafisa kumi waliokuwa wakihudumu hapo, lakini polisi hao wakapunguzwa hadi kufika sita. Sita hao ndio waliohamishwa, na sasa wananchi wameingiwa na wasiwasi ya kudorora kwa usalama baada ya hatua hii. Tumekuwa na hofu mingi sana huku kwa sababu jana kitu saa nane tuliona lori za Kenya polisi zikakuja zikaanza kubeba polisi polisi wenye walikuwa hapa kwetu. Sasa saa hii kutoka jana tumefunga kazi 6:30 kwa sababu hakukuwa na usalama. Sasa sidhani kama serikali inaweza kuwalipia nyumba hata kama ni mwaka mmoja ama miaka mbili, kabla watafute mahali wanaweza weka hiyo maeneo yao mahali pao, yani wakuwe na mahali pao. E, maana wakati waliku, polisi walikuwa e, maeneo haya e, kulikuwa na kulikuwa na utulivu na mambo mabaya haiko, inatokea tokea, lakini sisi tunahofia sasa, wakishaenda mambo yataharibika, hasa sisi wenye biashara zetu. Msemaji wa polisi Michael Mshiri, hata hivyo, amekanusha kuwepo kwa makubaliano ya kuitaka idara ya polisi kulipa kodi kipindi walichokuwa wakitumia nyumba hiyo. Aidha, Mshiri anashikilia nyumba hiyo ilikabidhiwa polisi na marehemu ili kusaidia kuimarisha usalama. Franklin Wala, runinga ya Citizen.